Kwa majina naitwa Skulia Sera. Leo mi nisimama hapa kwa niaba ya watu wakuli iu. Kweli nashukuru COMHESWA, umetuwezesha kutupeleka Veta, tulipata kujua mambo mbalimbali na mapishi na hata tulikotoka Veta tukapelekwa hivi tumefanyia huko ukota mbichi kwa kweli, kule tumepata kuangalia vitu vingi na tumejifunza mambo mengi. Ujuma, tunashukuru matarajio yetu, matarajio yetu nafikiri pakaaku nzenu, tunatamani na sisi tuwe na ofisi zetufisza kupikaiina za kupika chakula